Hebu nimsikie yule dada pale, naona ameinua mikono muda mwingi. Yes dada, wewe una jambo gani? Bwana wetu asifiwe. Amina. Mimi ni mtu, nilikuwa nimekata tamaa sana, ilikuwa hata kwenda kanisani kwangu ni shida hmm. nilikuona kwenye kwenye tiktok hiyo hmm. siku nikasema, lazima nije hata sijamwaga mme wangu hmm. nikaja, nikawa nimeingia, nikawa nimekaa pale. Ndiyo niliondoka na lile neno pale, furaha yangu inaanzia hapa. Neno gani lile pale? Furaha yangu inaanzia hapa, nienda nyumbani, nakuta nina furaha yeah. Ile siku nikaja nikakuona, yeah. Ukaniambia uka nani, nina watoto tayari, kuna mm. mtu ambaye anatakiwa aje anishike tumbo tangia, siku nina furaha. Na leo naomba Mungu huyo mtu anishike tumbo, na ile Biblia yangu pale madhabauni nikazidi kupata upako zaidi. Apostle Gembe yuko wapi? Alikuwa amesafiri? Apostle Gembe leo yupo, njoo. Unataka usikie watoto wanacheza tumboni? Eh? Njoo hapo usikie. Huyu anachotaka watoto wacheze tumboni. Hajazaa. Una umri wa miaka mingapi? 38. Na una watoto wangapi? Sina mtoto hata mmoja. Hauna mtoto hata mmoja? Ndiyo. Na wala hujawahi kusikia mtoto akicheza tumboni mwako? Yaani mimi nilibahatika kuzaa mtoto mmoja na mwanaume ambaye nilikuwa naishi naye. Hmm. Mtoto alikaa siku tatu, kafariki. Baada ya hapo, tangia hapo, kuna siku nili ali ni alipo mtoto alipofariki, aliniacha, nikaja nikaishi na mtoto na mwanaume mwingine, nikabeba ujauzito uzito, ikafika miezi mitatu, kuna kitu kilinigusa tu, mimba ikatoka. Tangia hapo, nikaishi naye, ikawa sipati mtoto, ikabidi aniache. hmm. Nikakaa, kuna mwanaume nilifunga naye ndoa. hmm. Mpaka leo sina mtoto, na ameanza kunizarau mpaka sasa hivi anaweza akatoka hata sirudi nyumbani ni e, saa kawa na nisema sema sana, nkawambia hivi mimi sio Mungu. Kwa hiyo we yoyote utakaaamua kuzaa naye we zaa naye. sasa hivi nikamwambia, kwa hiyo umempa ruhusa ya kuzaa yani, nilikuwa nishakata tamaa. sasa hivi mm, na amani nikamwambia, sasa hivi nishapata mtumishi na nipo bize na maombi mpaka nitapata watoto wangu. Mm, ndio kwa hiyo ulipo Ilipokuwa imeshindikana ulimwambia azae nje na mwanamke yoyote, ili apate mtoto, si ndio? Ulibeba roho ya Sara. Hebu sogea pale, tumsikie mtoto wako. Sogea pale, sogea pale, ngoja. Anao watoto wamo tumboni. Yaani, neema niliyopewa na Mungu huwa kama mtu akija mbele yangu anahitaji mtoto, huwa mshale unatoka juu mbinguni unashuka mpaka kwenye hiki kidole changu. Kwa hiyo nikiunganisha, mwanamke akiweka kidole chake cha kati na kidole chake cha kati, akigusanisha kwenye kitovu chake, idadi ya watoto iliyo ndani ya tumbo lake inaonekana hapa kwenye kiganja changu. Alafu yeye wale watoto wanaanza kucheza tumboni kwake. Kwa mfano huyu, oh, sasa hivi tayari mshale umeshakuja na anawaona wapo watoto wanne tumboni kwake. Kwa hiyo si muda mrefu, mtamsikia atasikia watoto wanacheza tumboni. Sasa hivi atawasikia wanacheza, na hata wewe ulio huko, ukija, ukienda, ukimgusa kwenye tumbo lake, unawasikia wanacheza unawasikia wanacheza. Sasa neema tayari imeshaingia tumboni mwake. Mtoto wa kwanza huyo anageuka, amefika katikati, kwenye kugeuka kichwa kimekaa chini kisha chake tayari kimetazama chini. Sasa anakwenda kuligusa tumbo la mama yake, ili mama yake asikie kwamba mtoto yupo ndani na yupo na wenzake wangapi? Watatu. Kwa hiyo jumla wapo tumboni wangapi? Sasa huyu sasa hivi atasikia, utasikia kitu kinagonga kwenye mikono, pap pap, an anagonga kama vile wewe mtu akupige pap pap, si utasikia? Ndio hivyo. Na yeye sasa ameanza anagonga anagonga anagonga kwa udhaifu. Ni mtoto ambaye anaweza kuzaliwa akiwa amechoka, lakini neema Mungu itamfanya sababu atakuwa ki, kitovu kimejizungusha kwenye shingo tumemgeuza mtoto, iko vizuri, atatoka vizuri na kitovu akitajizungusha tena kwenye shima, atatoka akiwaiko salama. unamsikia unamsikia mtoto unamsikia ana <laughs> ana mezi mingapi nabii? <laughs> Jamani na, <laughs> anataka kujua jamani, si ameingia sasa hivi <laughs> haya, wa kwanza huyo sasa, tumuulize. Wapo wanne, je, yeye yuko tayari kuzaa wangapi, ili turuhusu ao tu alio tayari kuzaa ndio waingie. Uko tayari kuzaa wangapi? wanne wanne, wote. Ndio nabii kweli. Ndio nabii. Aya, wa pili anakuja. Amina. anakuja na maumivu Amina. Anakuja na maumivu. usitupigie kelele sawa. Haya, wote pigeni makofi mara saba: moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Pigeni mara sita: moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Mara tano: moja, mbili, tatu, nne, tano mara nne tatu mbili moja sasa. Mtoto anayekuja si mmempigia makofi yeye, yeah, anakuja kwa fujo haya. Ah, subirini kidogo. Tayari unasikia nini? Tumbona kwa upande wa huku, unasikia nini? Kama kitu kinazunguka? mm-hmm kinazunguka e, upande wa huku kinazunguka eh, ngoja kizunguke na upande wa huku. Unasikia nini sasa? Kwa kule kinazunguka, kwa kilichozunguka huko kimezunguka na kule. Haya, jiandae sasa Yeni makofi mara saba wamekamilika. Sita, tano, nne, tatu, mbili, moja. Unasikia nini sasa kwa chini yake? eh -hmm. Upande wa huku eh -hmm. inazunguka inazunguka, ndiyo Haya, unawataka wote ndio? Nabii, si kwamba Mungu akupe wa wawili, sawa nabii? Si ananipa wawili, nikimaliza narudia tena wawili, yaani <laughs> anakupa wawili, wanatosha? Hapana, wanne wanne. Ndio kweli? Ndio. Haya, nakuwekea ishara ya msalaba sasa Sasa wote wanacheza, wote wanne wanacheza, wote wanne wanacheza, kila mmoja anacheza. Utasikia tumboni, huyu anagonga huku, huyu anagonga. Ukisikia sema, na mwingine huku na huku, naye anacheza. kwa hiyo wamecheza wangapi? wamecheza wangapi? si tumemaliza. Sasa kilichomsababisha huyu uzazi unaingia na kuharibika, kinachoharibu uzazi chenyewe ni kitu ambacho kipo kwenye mwili wake, lakini wamemwekea hapa kwenye mguu wake wa kulia hapa. Kwa hiyo mkimkalisha chini wa mama wote mjapo, mtakiona kimekaa hivi. Sasa hivyo ni sindano ambazo zinawekwa kwenye gunzi la mwindi, zinachomwa, zinawekwa sindano saba alafu wanachukua uzi mweusi wanazungusha mpaka zinazama ndani, alafu wanachukua kitambaa cheusi wanaweka juu, alafu wanakwenda wanazika kwenye kaburi la mtoto anayezaliwa siku hiyo hiyo anazikwa siku hiyo hiyo, pembeni mwa upenyo wa nyumba. Nyumba si imejengwa hivi, kwa mfano, hii si ndio nyumba yetu, wanazika wanazika hapa pembeni hivi. Sasa uh, mwangalie sasa kwenye mguu wa kulia mwangalie kwenye mguu wa kulia mchungaji, na wewe ndo unahitaji nguvu ya Mungu njo uyaone. Kwa mama wote tu, njooni muone. Eh, meshaona, meisha kiona, mesha kiona? Yes, sasa ni kitu kidogo, angalia jinsi ilivyo, unawekewa chini ya mguu wako mwenyewe, kila unapokwenda na chenyewe kipo, lakini ka kitu kadogo. Maana hata okay, wa ukienda kwa mganga, kwani mchawi wa mganga huwa anakata nyama yote? Si anaweka tuchale tudogo tu dogo, tumoja, mbili, moja mbili anamaliza, moja mbili anamaliza. Haya, mlioona sasa mniambie sasa, mmeona mtumishi wa Mungu, umeona nini? Nimeona kiharama kidogo cheusi e, che sasa hicho kiarabu kina uwezo wa kuua watoto wote anaozaa na kina uwezo wa kumtoa kwenye ndoa yoyote anayoingia, lakini unakaona jinsi kalivyo kadogo, kadogo sana. Sasa unapomwombea huyu unapomwombea huyu, kama Mungu hata kupa neema, ukienda kumwombea hivi kienda kumwekea mkono hivi, hataweza kupata mtoto, hata azunguke makanisa mia moja. Lazima unapokwenda kumwombea, kidole chako cha katikati hiki unakikunja namna hii. Unapokikunja hiki kidole chako cha katikati, unaitengua ile nguvu kule chini, alafu sasa ndipo anapokea nguvu ya Mungu. Amina, meona hapo eh? Ndio maana sio kila kuombewa unakoombewa kutaondoa tatizo lako. Ah ah. Haya, tuendelee na ushuhuda kaka.